Katika mjadala wako kuhusiana na ubabe wa ukuu wa Warabu na Wazungu kwa maana supremacy, yeah, unaonaje mwingiliano wa kihistoria kati ya itikadi hizi za ueneaji wa dini duniani kwa Uislamu na Ukristo barani Afrika. Uingiaji wa Uislamu na Ukristo barani Afrika uingia kwa upanga na vilevile. Hakuna amani, babu zetu wote wamelazimishwa. Mfano mdogo ni kutolea Kunta Kinte, aliambiwa aache jina lake la Kunta Kinte. Huyu ni huyu dogo anatoka Juffure Village kule Gambia mm. akaambiwa kuanzia leo unaitwa Tobias, sio Kunta Kinte mm. kwa sababu jina lako aliendana na dini yetu. Kunta Kinte alibisha zaidi ya miezi mitatu mm. Lakini kwa sababu ya kuponya kichwa chake kisianguke mabegani mwake mm. Kunta Kinte atakubali, hata utakata naambiwa ufe au kubali mm. mm. kwa lazima uponye kichwa bora ukatu mkono, kichwa kibaki. Kwa yeye kapolo kapolo, imani yake, lakini kichwa chake kipo kwa imani yake, inabaki muoni mwake. Kwa hakika imani ni jambo ambalo usiojua mm. unaamini kwamba kesho nitaenda nitaenda kununua gari mm. lakini kesho huwezi kwenda kununua gari kwa wewe um, mm. una imani tu na imani kwamba fashion takula chakula kizuri, lakini pesa ule imani tu keshe uweze kupata. Imani inaponya, lakini imani inaponya ni mashairi mm. Imani inaponya lakini wana, wana wana wanasisitiza kwamba wamepona kutokana na imani yao, sababu hata Yesu kwenye mafundisho yake alisema imani yako imekuponya, kabla ya kwenda kumponya kumtoa mm. jamaa kipofu alikuwa aoni kipofu hata yule mama ambaye alisema mwanae amekufa, anaumwa ana nyumbani, akamwambia imani yako imekuponya, ya nenda nyumbani mwanao. Sasa wale atakuwa mzee ndio wa sasa hivi watumii hivyo, tusi hapa, mambo haya ni mambo mazito sana. Sasa dini zilivyoletwa kwa mfumo wa upanga mm -hmm. na chaos mm -hmm. kama ambavyo unasema mm -hmm. uh, unadhani simulizi za kihistoria hizi zina, zina, zina mchango gani katika kuendeleza na kupinga mifumo hii ya ubabe au kutokanao na rangi na ngozi hadi leo? oh. In, inatakiwa Waafrika tukae tufikiri, je, tumepata faida, tumepata hasara, tumenyanyuliwa na hivi vitu vya kigeni au vimetuangamiza? Mi nachoona vimetuangamiza, vimetushusha chini. Kuna baadhi ya matabaka na kawaida yao wao watu wakitengeneza kitu lazima wapate watu wa kuwasaidia kutoka kwenye jamii yenu, ambao hawa ni wasaliti, wanakuja kuwauza nyinyi, alafu mm. Uh, hawa wao ndo wanakataa kila kitu utakachokiongea mwingine, kwamba we unakosea, we unakosea, we unakufuru, we unaita kufuru, blasphemy kwa kutaja jambo la kweli, kwa kuongea jambo la kweli kwa watu wako unaowapenda. hmm. Afrika kama nilivyokuambia tulikuwa na mila zetu, lakini mila zetu, watu walikuwa wanakata miti usiku, wazungu wanakodi wakate miti o. mm. mm. kwa mbogu zetu wanakaa chini, wanaomba hmm. nona, mvua inakuja. Mesikia bwana, mimi kwa macho yangu, nikiwa ni mdogo katika umri wangu mdogo, nikiwa nyumbani huko maeneo ya Mikese, nikashuhudia babu, ya, babu yake na mama yangu mm. alishawahi kwenda mji mzima umekuwa jua kali, chakula kuna kuna hata majani ya, ya, ya, yani kuchuma ule, ule mchunga, unajua mchunga? naujua mchunga. Mchunga upatikani, ule mlenda, unajua mlenda? naujua mlenda, upatikani Babi. Kwa hiyo bamia hali amna hata kwenye mto. Kwa hiyo alichofanya wana kawaida, msema wewe, tumekosea nini? inabidi tuchange tuchange shale, kuna pesa kipindiko, mimi niko mdogo sana, kuna pesa zilikuwa zimetoboka kati hmm. wanachangishwa wanakijiji, zinakwenda kununuliwa nguo wale wazee wanajichagua, wazee walikuwa safi, wazee wanachaguliwa wanakuwa safi, sio wachawi. Iye ni watu wenye imani yenye nguvu katika kumwamini muumba wa mbingu na nchi, ambaye alimleta babu yao babu yao babu yao na wababu yao. Kwayo mimi nachoamini hapa, naamini Mungu wababu yao wababu yao wa bibi yao wa mama yao. Mimi siamini Mungu wa Isiaka, Yakobo na Ibrahimu. Hawa watu kama walikuwepo, wanikoko ni msadalewa imaya yao, hawawezi wao kutusaidia sisi. Mungu wa mzungu hawezi kula kunisaidia mimi.